Afya ni muhimu sana kwa kila kiumbe hai. Mtu anapokuwa na afya ama kiumbe hai kinapokuwa na afya na daima, afya ya mwili wake huwa inakuwa ni bora zaidi kuliko ya yule ambaye afya ya mwili inakuwa imethoroteka kwa kukosa mazoezi ya mwili. Leo nataka tuwe pamoja katika chaneli hii, leo hii tutajifunza faida tano za kufanya mazoezi mara kwa mara. Faida ya kwanza ya mazoezi, mazoezi huboresha afya ya mwili. Pindi ambapo unakuwa unafanya mazoezi mara kwa mara, afya yako daima huwa lazima iwe imara, tofauti na mtu ambaye anakuwa anakosa mazoezi mara kwa mara. Pia faida ndogodogo husaidia kuboresha mfumo wa moyo na mishipa. Faida ya pili, mazoezi husaidia katika kuongeza nguvu za misuli, husaidia kuboresha afya ya mishipa misuli, pamoja na mifupa. Hivyo hii ina faida kubwa sana, hususani kwa upande wa wazee. Wazee wanashauriwa kufanya mazoezi ili kuweza kuimarisha mifupa yao kutokana na umri wao. Faida nyingine ya tatu, mazoezi husaidia katika kudhibiti uzito wa mwili. Unapokuwa mzembe katika swala zima la ufanyaji wa mazoezi, inaweza ikakupelekea ukapata vinyama uzembe. Vinyama uzembe vinaweza vikasababisha wewe kuweza kupata ongezeko kubwa la mwili wako. Pia faida nyingine ya nne mazoezi husaidia kuboresha afya ya akili. Husaidia kupunguza mkazo ama stresi. Pia faida ndogondogo husaidia kupunguza wasiwasi. Hivyo unapokuwa hufanya mazoezi mara kwa mara, unaweza kujikuta unakuwa na wasiwasi kubwa ambayo huwezi kuitarajia. Pia faida ndogondogo ndogo husaidia kuongeza kemikali za furaha. Kabla hatujaingia katika faida ya tano, watazamaji wetu, msiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mwe wa kwanza kuweza kupata video mpya pindi tunapozi upload. Faida nyingine ya tano, mazoezi husaidia mfumo mzima wa upumuaji. Tunapofanya mazoezi madogo madogo kama vile kutembea, kukimbia pia hii inaimarisha afya nzima ya akili pia. Zoezi lingine dogodogo pia ni kuogelea. Hii yote husaidia katika kuimarisha mfumo mzima wa upumuaji. Mapigo ya moyo pindi yanapoenda kasi husaidia damu kuwa na mtiririko mzuri ndani ya moyo, kusafirisha damu katika sehemu zote za mwili, na hii humfanya mtu ufanisi wa mwili wake kuwa na utendaji wa asilimia nzuri kuliko yule ambaye anakuwa ametulia hana kitu chochote kile cha kufanya hususa kwenye swala zima la mazoezi. Hivyo unashauriwa kufanya mazoezi mara kwa mara, mazoezi madogo madogo. Kwa faida hizo kuu tano, zinaweza zikakusaidia katika kuweza kujenga mwili wako. Lakini watazamaji, mazoezi yana faida nyingi nyingi sana. Hizi ambazo tumewaletea leo hii ni baadhi ya faida tu za mazoezi, lakini pia ikumbukwe swala la ujenzi wa afya ni jukumu letu sote. Hivyo kwa namna yoyote ile, ndugu watazamaji wetu, unaweza ukawa na tatizo lolote lile la kiafya, usisite kututafuta katika namba ambayo inapita katika skrini yako. Unaweza ukawa hauko sawa kiafya, mwili wako hauko sawa, hivyo lengo kuu, una uwezo wa kututafuta tukakusaidia, kusaidia hata kuweza kukupatia mawazo ambayo yanao uwezo mkubwa sana wa kuweza kukusaidia katika kuweza kuimarisha afya yako na kuijenga afya yako kuifanya afya iliyo bora. Hivyo sina budi kuendelea kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele sana katika kufuatilia video zetu pindi ambapo tumekuwa tukiziposti. Sina kitu kingine cha ziada niseme, na shukuluni, asanteni.